guliwa zinarejeshwa leo kwa jina la Yesu. Hizo akili zinarejeshwa, hizo akili zinafunguka kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Hizo akili zinafunguka leo, hizo akili zao zinafunguliwa na kuachiliwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba yetu na Mungu wetu mwema farme katika jina la Yesu rabo sikiri masaka rama ndorobo san katika, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kono rapo koria mana resa katayama ndorobo sikiri masaka kandorobo koria mana resa katayama siha katika jina la Yesu Kristo, Baba watu wako wachiriwe, wababa wachiriwe, wamama wachiriwe, ndoa ziachiriwe katika jina la Yesu Kristo koria masakarana rapa sikiri masaka

tuwezeshe Roho Mtakatifu, tusaidie Bwana, fungua watu wako, fungua watu wako, wako. Tuondolee Bwana wa Misri, tuondolee Bwana wa Misri katika jina la Yesu, ondoa wa Misri kwa jina la Yesu, ondoa kila wa Misri kwa damu ya Yesu, tuondolee wa Misri Bwana, tuondolee wa Misri raas kwa jina la Yesu Kristo, kori ya masikiri masaka, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, ondoa wa Misri, wanatoka leo, achia ndoa zetu, magonjo yanatoka, magonjo yanatoka, mafarakano yanatoka, hiyo michepuko kwa jina la Yesu Kristo, chochote kilichoachiliwa na ufalme wa giza, toka, achia ndoa zetu, toka, achia wanaume, toka, achia wanawake Toka ondoa hivyo viburi ondoa majibishana ondoa kile ambacho kuzimu imekiachilia ili kuvuruga hizo ndoa kwa damu ya Yesu Kristo rapa sikiri masaka rama shendele masae rapa korya rapa saka damu ya Yesu kwenye akili za wanaume damu ya Yesu kwenye ufahamu wao hizo nafsi zilikofungwa kwenye hilo miti kwenye mapango kwenye milima tunawafungua tunawanasua tunawatoa walikofungwa walikowekwa waliko fungwa waliko wekwa waliko Oshikiliwa kwa jina la Yesu Kristo, basaka andorobo andorovokorya katika jina la Yesu Kristo, tunawanasua leo, tunawatoa, tunawafungua kwa jina la Yesu masaka, fungua mme wako kwa jina Fungue na kumnasua, mtenge nafsi yake na mchepuko, na yeyote aliyekamata moyo, aliyekamata moyo wake, aliyekamata moyo wake, aliyekamata nafsi yake, hiyo nafsi mahali iliko inafunguka leo, inaachiliwa, inafunguka, inaachiliwa, inafunguka kwa damu ya Yesu Kristo korobo sikiriana, rapa koria masa, andorobo koria hiyo nafsi inafunguka, hiyo nafsi inafunguka, hiyo nafsi inafunguka, hiyo nafsi inafunguka. Fungua hiyo nafsi fungua hiyo nafsi iliko fungwa, chana mairizi yote, choma kwa jina la Yesu. Fungua mafundo matirisha, matamko aliyotamkiwa, yaliokamata moyo, yaliokamata huo moyo. Ondoa hiyo michepuko yote au amisiri, wanafagiliwa na kutolewa. Ondoa magonjwa, ondoa mafarakano, ondoa makerere yaliyoachiliwa oria masekeriana. Ambie Baba, rejesha, rejesha ndoa yangu, rejesha ishi ma ndoa yangu, rejesha thamani ya ndoa yangu, rejesha utulivu wa ndoa yangu, Baba rejesha, ukaturejeshe Bwana kwa jina la Yesu Kristo kwa jina na Yesu, itenge hiyo nafsi ma lilikokamatwa ilikoshikiliwa, pasua viungu vyote, mailizi yao choma, pasua hizo chupa, toa walikomweka huko uvunguni, huko kwenye chupa, huko kwenye makaburi, ropo saya, kila alichofanywa kwa njia ya tendo la ndoa, kwa njia ya chakula, kwa njia ya vinywaji, kwa njia ya maneno yaliyokamata moyo, kwa damu ya Yesu Kristo, ropo sikiliana, kila kifungo cha wovu tunafungua leo, tunafungua leo, hayo makufuli yanavunjwa, yanavunjwa. Makufuli yote ya kichawi yaliyofunga ufahamu, yaliyofunga hatua, yaliyofunga mikono, Baba kwa jina la Yesu wafungue waume zetu, fungua wanawake, fungua hiyo familia, fungua hiyo ndoa kwa jina la Yesu Kristo. Baba yetu mwema, mfalme na kusii katika jina la Yesu, uwe nasi tena Bwana, uwe nasi tena e Bwana, wasaidie na mabinti na vijana ambao wajaolewa kuingia kwenye ndoa kwa utulivu na amani. Ondoa kila kinachowazuia, ondoa kila kinachozuia nguvu za giza zilizoachiliwa, walikoshikiliwa, walikofungwa kwa jina la Yesu. Au mabinti wafunguke, au vijana wafunguke, wa kuoa waoe, wakuolewa wa wakuolewa waolewe kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ayo mavazi ya kipepo waliovishwa tunawavua kwa jina la Yesu. Vifuniko vilivyofunika sura za mabinti tunapasua kwa jina la Yesu, tunapasua tunapasua vifuniko vyote kwa damu ya Yesu Kristo. ayo maagano waliyojiungamanisha na yaliyo kamata maisha ya kwa damu ya Yesu, leo Baba waachiliwe wa baba waachiliwe wa katika jina la Yesu Kristo kwa damu ya Yesu. Baba mtakatifu, Mungu wetu, waondolee chochote wanachokiona ambacho kimekuwa kwazo, ambacho ambacho kimekuwa kimekuwa sababu ya wao kutokufuka kutokuolewa ya wao kutokufanikiwa kuto kwa jina la Yesu Kristu anaza aliyhaa. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakushukuru eba, asante kwa uaminifu wako, asante kwa ajili ya watu wako wanaokuletea maombi walioyaandika, ebwa, tunayasogeza kwenye madhabau yako umesema mkabidhi Bwana njia zako na mawazo yako yatathibitika. Thibitisha kusudi lako ndani yao, wasaidie watoto wako mipango yao, maombi yao, dua zao, sara zao, e Baba na kusi katika jina la Yesu, usinyamaze kwa ajili yao, walioomba watoto, walioomba ndoa, walioomba kazi, walioomba ebwana o ujenzi, kilimo na mifugo Baba, kutana nao usikabwana watete, wasaidie kwa damu ya Yesu Kristu anazareti yaliehaya takatifu Mungu mwema Baba, katika jina la Yesu, wewe uliye Mungu wa haki, ridhibitishe agano lako. Wameleta maombi kwako. Umesema kila ombaye upewa, na ukawatendea sawasawa na majibu na mapenzi yako, na ni ya mwaka huu. Usinyamaze kwa ajili ya katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, ninakuinulia na watoto wako wa kike na wa kiume waliosimama na sisi eBwana, kwa ajili ya kutupa mkono wa shirika kwa ajili ya kuijenga kazi yako kwa ajili ya kufanya ununuzi wa vyombo, lakini pia kwa ajili ya kujenga na kuboresha mahali pa ibada baba na kusi, katika jina la Yesu usinyamaze kwa ajili ya usinyamaze kwa ajili ya, katika jina la Yesu wafungulie mbingu za na malango yao yakawe wazi, ondoa rahana kwao, biashara zao zikastawi, wakaongezeke na kuzidi sana katika jina la Yesu. Umesema mtu akinitumikia, Baba wa mbinguni atamheshimu, heshima yako iende pamoja nao, ukawainue na kuwazidisha mno katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo takatifu, Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni tunawaweka mikononi mwako Baba, unakushukuru kwa ajili ya wale waliokuisha kumaliza Baba. Endelea kuwafungulia mbingu zako na ukapanue mipaka yao ukawaongeze sana kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu ukamkemee yule alae watenge mbali na kila roho za uharibifu mwaka huu kwa damu ya Yesu. Asante dada, kwa wale wameanza kupunguza a, a, Baba ukawafanikishe katika jina la Yesu, ukawafanikishe kwa damu ya mwana kondoo. Asante Bwana Yesu kwa sababu umesema hutatuacha. Tunaweka wale ambao watatuahidi kuanzia leo Yesu Kristo wasaidie, wawezeshe kufanikisha, wawezeshe Bwana, katika jina la Yesu, hadi zao ziwe baraka zisiwe raana, hadi yao iwe baraka na isiwe raana kwa damu ya mwana kondoo. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu unaenda kutufanikisha katika jina la Yesu. Tunawaleta wagonjwa wote walioko vitandani Baba, tunatubu na kuomba rehema kwa ajili yao. Maana umesema akusamee maovu yako akuponya magonjwa yako yote, aokoa uhai wako na

wamama wajawazito achilia neema ya kujifungua salamu, maana ndiwe uleta wana karibu na kuzaliwa. Uwezi kulifunga tumbo ambao unapowasaidia wanaokaribia kujifungua. Wakumbuke kuna wanawake wanatamani kupata watoto hawajapata watoto, fungua matumbo yao kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Wanaosafiri watenge mbali na ajali katika jina la Yesu Kristo. Walinde na watoto wetu mashuleni, waepushe na uovu, watenge na marafiki wabaya katika jina la Yesu na wale wadada wa, dada wao na kaka wao wa Mungu watenge na marafiki waliobeba uharibifu katika jina la Yesu. akwa damu ya Yesu, heshima na mamlaka na nguvu na uwezo ni vya kwako. Tunaomba amani kwenye mitaa yetu mahali tunakoishi na tunakofanyia kazi maana umesema tuutakie amani mji ule, nasi tunatamka amani. Tuondolee hatari za moto, tuondolee kabisa vifo vya ghafla, tuepushe na wizi na uharibifu, tutenge mbali na kila laana na mikosi, bali siku yetu ikawe ni siku ya baraka na kuzidi na kuongezeka na kustawi sana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu umetuahidi kwamba hutatuacha na wala hautatupungukia. Bariki watoto wako na walinde na watunze. Naomba kwa jina. Ya sadaka ambazo watoto wako watatoa kwa ajili ya familia zao na ndoa zao na mahusiano yao. Mungu, bariki sadaka zote na ziweka mikononi mwako, maana umesema hazina ya mtu iliko ndiko na moyo wake utakapokuwa. Baba, kupitia sadaka zao, kukubali ndoa zao na mahusiano yao, ukawasaidie Bwana. Tuondolee wamisii, tuondolee machozi, tuondolee vilio kwenye ndoa zetu, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Sante baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, kwa sababu unaenda kutusaidia. Heshima na mamlaka na nguvu na ukuu na uweza. Tunakataa visasi, malipizi na mashambulizi ya namna yoyote sisi na nyumba zetu na watoto wetu. Nuru yako Kristo ikatuangazie na tutakapokuwa tukaangaze kwa utukufu wako. Umesema nuru inang'aa gizani, wala giza halitaweza. Tuondolee giza, tuondolee ukame na ukaufu, bali siku yetu ikawe ni siku ya ushindi na kustawi na kuongezeka. Kwa wafanyabiashara wakauze sana, wapate faida kwa wafanyakazi wakapate kibali. Baba, katika utumishi, tuwezeshe kuifanya kazi yako kwa moyo na kwa kupenda, na ukafungue na kuponya achilia, hekima namna ya kuenenda siku ya leo. Na zaidi ya yote, tupe neno la wakati, kwa namna ambavyo tunaweza kusema na watu na wakapokea majibu kutoka kwako, katika jina la Yesu. Watoto wetu wafundishwe na wewe na amani yao ikawe nyingi. Tunaondoa roho ya kushindwa na roho ya uasara na roho ya ukame na ukaufu katika hatua zetu, kwa njia ya Kristo Yesu bwana wetu, tunaomba na tunaamini ya kwamba imekuwa na Bwana anaenda kutenda, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Amen, amen, amen. Mungu wa mbinguni awabariki watu wa YouTube. Poreni, mtandao ulikata, lakini mlioweza kurudi, Mungu awabariki Mungu awabariki sana. Kwa neema ya Mungu tutaomba tena kwa ajili ya ndoa na mahusiano kesho, kwa sababu shetani ametukata hapo katikati. Mungu awabariki, msichoke. Unasikia kutoa sadaka kwa ajili ya ndoa yako, unasikia kutoa sadaka kwa ajili ya mahusiano yako, usifungwe. Toa sadaka yako, mwambie Mungu kitu kwa bali ya sadaka yako, mwambie Mungu, Mungu kitu kwa bali ya ndoa yako, mwambie Mungu kitu kwa bali ya mahusiano ulionayo, kama unajua ni ya kweli na kama sio ya kweli, mwambie Mungu kupitia sadaka hii Niondolee Wamisri, niondolee takataka basi, nisimamishe kwenye kusudi lako katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni awabariki, na Mungu akawatendee mema, akatupe mahusiano na ndoa zenye amani na furaha kwa utukufu wake, amen, amen. Na wale ambao mnatamani kuhusika pamoja na sisi kutupa mkono wa shirika, basi nitumie meseji. Namba zetu zilizoko hapo ni namba za mawasiliano, lakini pia ndio namba za sadaka. Wewe tuma message, niambie mimi ni fulani, niko sehemu fulani, ahadi yangu ni kiasi fulani. Kile kiwango unachokiweka si kwamba unakitoa kwa wakati mmoja, naweza ukaahidi laki mbili, laki tano, laki ngapi, lakini unatoa kidogo kidogo, ili mradi ukamilishe ahadi yako, na Mungu wa mbinguni awabariki. Ili mradi tu wewe tuma message kwenye hizo namba, tuma na message kwenye namba ya Tigo na yes na namba ya Vodacom umo, inakuwa ni rahisi kuziona hizo message. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Mungu awatendee wa mema. Amen.